Mkongwe wa sanaa ya uigizaji kutoka nchini India Kunari Kapoor ameingia nchini tayari kwa ajili ya ushiriki kama mgeni rasmi katika tamasha la kimataifa la filamu Zanzibar Zifu, linalotarajiwa kuanza Julai 9 hadi 17 visiwani Zanzibar katika ukumbi wa ngome kongwe. Nyota huyo ametua Dar es Salaam, huku akitamba kuwa tamasha hilo linafana kutokana na namna alivyojiandaa kuja kutumia ujuzi wake wa miaka mingi katika filamu, pia akisifu mpangilio wa matukio yake na kwamba yeye kwa kushirikiana na wanamuziki maarufu watakaoshiriki akiwemo Yasin Bey maarufu kwa jina la Mos Def kutoka Marekani, naye atakwepo kwa ajili ya kutumbuiza katika tamasha hilo ambalo litafana. Kwa upande wake mkurugenzi wa masoko wa Zif Isiaka Mlawa ameendelea kuwapokea wageni ikiwemo ujio wa msanii Yasin Bey wa Marekani. um, very

Moja kati ya wageni wetu kutoka Bollywood nchini India, um, Kunal Kapoor ameshawasili uh, kama mlivyoona, uh, lakini pia tunategemea kumpokea mwanasheria wa mwanamuziki nguli uh, Yasin B. Kwa hiyo mwanasheria wake atafika leo na tutazungumza naye, kuna mambo mawili matatu ambayo tutaweka sawa kabla ya kutangaza ujio wa Yasin B mwenyewe, atakuwa anaingia siku gani na saa ngapi.